No, it, mtazamaji Bamaa TV ubunifu wa asili yetu. Leo ndani ya waukote tunamwangazia king wa freestyle, Albert Kenneth Mangwea maarufu kwa majina ya kisanii kama Ngwea. Albert Mangwea ni nyota wa hip hop aliacha alama kubwa isiyofutika Tanzania, aise alikuwa ni kioo cha jamii. Mangwea ka Obama alikuwa msanii wa hip hop kutoka Tanzania. Alizaliwa tarehe 16 Novemba mwaka 1982 mjini Mbeya. Ingawa alizaliwa Mbeya, asili yake ni mkoa wa Ruvuma. Akiwa na umri wa miaka mitano, familia yake ilihamia Morogoro, ambako alianza masomo ya msingi kabla ya kuhamia Dodoma na kujiunga rasmi na shule ya msingi Mlimwa, kisha shule ya sekondari ya Mazengo na baadaye chuo cha ufundi cha Mazengo. E bwana, nikimzungumzia Albert Mangwea, mimi ni msanii ambaye ninamwexpire sana, sababu waga nilikuwa namfuatilia sana, kwa sababu ni mtu ambaye yani sijaona msanii ambaye anaweza akapiga kapela, yani kama yee, yani ni msanii ambaye ana kipaji, ana uwezo. Hapa hapa mlipokaa, mkoa ngapi, na akakutungia ni nyimbo, ambaye yani manzali ya pale pale, yani mtu ambaye mwenye kipaji cha hapo kwa papo, yani sio mtu wa kuandika kivyo, lakini mashairi yake ukiyasikiliza ni kama vile mtu ambaye aliandika Albert mimi nadhani ni, ni mbinifu kwa sababu yani watu wake wa karibu ambao nimebahatika kukaa nao wanasema Albert alikuwa sio mtu wa kuandika. Yani yeye ni chapeke, amba si mtu wa kutoa kichwani kichwani, mnaweza mkakaa tu sehemu akaa anajimbia lakini mashairi akawa amenyoka, mtu ambaye mwenye kipaji cha pekee ambaye ndio pata kumwona kwa hapa Tanzania. Sidhani kama atakuja kutokea mtu kama yeye. Ngwea alianza kujulikana katika tasnia ya muziki mwaka elfu mbili na tatu kupitia wimbo wake wa kwanza Geto Langu uliotayarishwa na P-Funk Majani. Mwaka uliofuata alitoa albamu yake ya kwanza Aka Mimi ambayo ilimpatia umaarufu mkubwa na kushinda tuzo ya muziki wa Tanzania kama msanii bora wa hip hop. Baadhi ya nyimbo zake maarufu ni pamoja na Mikasi, kimya kimya, CNN aliyomshirikisha Fid Q, ni Pedil na anapokea simu. Ngwea alijulikana kwa uwezo wake wa freestyle na uandishi mzuri wa mashairi yenye ubunifu wa hali ya juu. Alifananishwa na wasanii wakubwa wa kimataifa. Kwa bahati mbaya, Ngwea alifariki dunia tarehe 28 Mei 2013 akiwa katika ziara ya muziki nchini Afrika Kusini alikumbwa na matatizo ya kiafya yaliyosababisha kifo chake katika hospitali ya Heleni Josefu mjini Johannesburg. Bwana, nakumbuka ile habari kipindi naipata nilikuwa nilikuwa safarini na nika nilikuwa nilipo kwenye gari nimelala hivi nachomeka foni zangu, nasikia kuna nyimbo zile za huzuni huzuni zinaimbwa. Nini hiyo vipi? Unajua ile eh, leo kuna nini? Kwa sababu kuna baadhi ya nyimbo hiyo hapa zipo, kuna zinagongwa sana. Unajua kuna kitu yani, hiyo ipo hata sasa hivi kena, kuna nyimbo zile za huzuni kwa zinagongwa zinafurulizwa, ni tatu nne za huzuni huzuni, unajua hapa kuna kitu. Sasa nikawa nimetegesha masikio kabisa, niko makini kumsikiliza, hapa kimetokea nini? E bwana, kiukweli, nilivyosikia Albert Mangwea, yani nilishia pozi, yaani nilishia pozi kwelikweli yani. Sababu so ni msanii ambaye alinisikitisha yaani, safari ambayo nilikuwa nakaribia kufika, lakini ikaisi kama vile bado safari, bado so ndefu. Sababu nilikuwa kwenye gari akatezi taarifa nazipata Ingawa chanzo halisi cha kifo chake kilizua utata mno. Ripoti zilitaja sumu ya pombe kali kama sababu ya kifo chake. Alizikwa tarehe 6 Juni 2013 katika makaburi ya St. Monica, Kihonda, Morogoro. Ameacha alama kubwa katika muziki wa Tanzania. Uwezo wake wa kuimba bila maandalizi na maanisha freestyle iliyomtofautisha na wasanii wengine hapa nchini na kufanya kuwa kipenzi cha mashabiki wa hip hop. Ngwea atakumbukwa daima kama gwiji wa hip hop aliyetoa mchango mkubwa katika muziki wa Tanzania. Alama yake aliyoiacha inaendelea kuishi kupitia kazi zake na ushawishi wake wa wasanii wa vizazi kipya. Bwana, nikizungumzia mziki wa sasa, yani vijana wa zamani na vijana wa sasa hivi, sijajua soko la, la mziki zamani lilikuwaje, lakini naona vijana wa sasa yani wamefanikiwa sana katika mziki kuliko vijana wa zamani, ila vijana wa zamani walikuwa wanatunga nyimbo ambazo unaweza ukazisikiliza kuliko vijana wa sasa, kwa sababu vijana wa sasa nyimbo zao ni za kuchezeka, yani biti kali nini, lakini ukiondoa biti, kinachoimbwa akiskiki na akina maana, lakini ile biti inaenda, watu wanapenda. Sasa wanapenda kucheza, sio kusikiliza bwana. Mziki mi nilifanya mziki, nilifanya nakumbuka miaka hiyo nimeanza mziki nikuwa na, na kundi letu kundu yetu ya matu family mona balekole na ndo watu wanne lakini bwana mziki, mimi ulinishinda kwa sababu. Bwana, nakumbuka chanzo cha kuwacha mziki kwa sababu chanzo cha kuingia kwenye mziki, nilikuwa na mpenzi wangu, umeona bwana, nilikuwa namwimbia nyimbo, yaani mimi nilikuwa naimba nyimbo kwa sababu ya mpenzi wangu, umeona. Sasa siku hiyo kulikuwa na kulikuwa na tamasha kwao, kwa maana nikamtungia nyimbo nini fresh, umeona bwana. Sasa nilikuwa namwimbia pale jukwani kivilikiwa makempu makempu nini ah tunachokiimba pale akutabiti na naenda kushoto, umeona inaenda kulia, soko la filamu na ya laa, watu wanaitika. Nikiposti kitu kinaenda, yani kila nikipita hivi kwa maana mtihani mimi a nipigia simu sometime, njia. Unajua sisi tunaangalaga njia na njia, hii hapa ngoja i ningie njia, kwa hiyo no, ndo yeah. Mpaka sasa hivi nikaamua kushikilia njia, kuzungumzia kuhusu suala la malipo. Unajua kuna watu wengi wana haraka sana na hizo kazi, kazi zetu zinahitaji sana uvumilivu, sababu kila kitu kinaandaliwa na pesa. Sababu ukiingia kwenye sanaa kwanza, lazima uteseke sana, upasuke sana huo yani. So mesiwakutoa ababu mi na kazi yangu, labda naeza nikamhitaji mtu. Yule mtu naweza aezanikamchukua siku tatu, nne, tano, lazima pale. Mwana... yani bila kupata mtu kushika mkono, kuweli kazi inalipa sana. Mimi nasema kwa vijana ambao wanaokata tamaa maisha haya, hatakiwi ukata tamaa. Ukiwa mwanaume lazima upambane, sababu sasa hivi hadi wanawake wenyewe wanapambana sasa hivi ki, ukiwa mwanaume unasimama unasema maisha magumu, sina nini, jamii itakuelewaje? Maisha ni yale yale kila mwaka, maisha yale yale, unaelewa? Kwa maana bibi yako ndio kufanya ule vizuri, baadaye lakini sio maisha magumu, sio ni huko nyumbani tumekaa, nani atakuelewa? Pambana, Mungu ataleta wepesi tu. Mtazamaji wangu, ewe kijana, usikate tamaa, kwani kila kitu kinawezekana. Ni haki yetu kujifunza na kuelimika. Pia mtazamaji, umejifunza nini kupitia makara hii fupi inayomhusu Ngwea, mkali wa freestyle? Rest in peace Ngwea. Kwa maoni na ushauri tupigie simu namba 0713334908. Pia usisahau kusubscribe channel yetu Bamaa TV, ubunifu asili yetu. Jina langu ni Shukuru Chambuso, asante sana. Semi za kitaa na VJ Bamaa, we inua kitaa.